Na dabi eh, mi, kwenye kupitapita katika video vya mitandao ya kijamii mm, ninaona Simba inashauriwa zaidi eh, kucheza kwenye maeneo ya low block, kwa maana iwe nyuma ya mpira mm, kuzuia Young Africans, na kama watajisahau kwenye hilo basi Young Africans wanaweza wakawaadhibu kuanzia kwenye nukta hapo ya hicho ambacho kinazungumzwa hivi sasa hmm. Ni kweli Simba anatakiwa kufanya hivyo ili aweze kukabiliana na Young Africans? Yeah, of course bila shaka hapo <laughs> hmm. Nafikiri swali lako lina lenga zaidi kwenye ni kama design fulani, kama, kama Simba anaonekana kama underdog kuelekea kwenye huu mchezo. Nafikiri bila shaka, sijui lakini ndio hmm. ilivyo hivyo, eh Simba ni underdog. kama unapewa tahadhari eh. ya kwenda kukabiliana na mpinzani wako ina maana kuna vitu mpinzani kakuzidi. Mm, yeah, of course, unajua, kila mchambuzi, unajua mpira ni ni maoni pia, unaelewa, na kila mtu anauona mpira kulingana na uelewa wake, na wachambuzi, kila mtu ana maoni yake. Kwa hiyo anawezekana, yeah, yupo correct kwa anavyoona, lakini kwa upande wangu mimi nilivyoona, hizi ni timu mbili ambazo hazipishani sana, naelewa Uh, of course Simba uh, Yanga ndio timu ambayo ina safu nzuri ya ushambuliaji imefunga mabao 58. Lakini Simba ndio timu ambayo ina safu nzuri ya ulinzi pia. Lakini hata kwenye kufunga mabao sio haba imefunga mabao mengi pia vile vile. Mm. Lakini kwenye wastani wa umiliki wa mpira Menelo zote zinakaribiana kwa sababu Yanga na wastani wa kumiliki mpira kwa 65%. Simba wao oh, na wastani wa kumiliki mpira kwa 68%. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba hizi ni timu mbili ambazo zote ni dominant kwenye ligi na mara nyingi kwenye timu kwenye michezo ambao wanashuka kucheza zinakuwa na nafasi kubwa ya kumiliki mchezo na kuweza kuondoka na ushindi umeelewa? Hmm. Kwa hiyo ni timu ambazo zinakutana sasa zote zikiwa na ubabe fulani kwenye ligi, lakini ni kama watu wanaona Simba ni kama vile haistahili au haipaswi kupishana na Yanga, lakini wanasahau kwamba Yanga katika umiliki wao wa mpira wa asilimia 65 tafsiri yake ni kwamba wakienda kucheza na hizi timu ambazo wamezifunga sasa, hayo mabao hamsini na nane zinakuwa zinakaa nyuma. Kwa hiyo zinavokaa nyuma, Yanga wanakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuformulate mashambulizi yao na kuweza kufunga mabao. Kwa hiyo kama unaishauri Simba iende ikakae nyuma, tafsiri yake ni kwamba unaishauri Simba imkaribishe Yanga ishambulie, ambayo ndio ina safu nzuri ya, ya ushambuliaji, ishambulie mpaka itakapopata nafasi ya kuweza kufunga mabao. Lakin, das, mm -hmm. Eh, tuendele, Ulikuwa unauliza nataka niulize hapo eh, kwenye eneo la Simba akicheza nyuma ya mpira eh. Pia kuna mechi ambazo eh, amekutana na timu ambazo zinakaa nyuma ya mpira na bado akapata mtihani mgumu kufungua eh, ili kupata nafasi za kupachika mabao. Nambie namna ambavyo unauona uh, unyumbulifu wa safu ya ushambuliaji wa hususan, si timu pinzani inapokuwa kwenye eneo eh, la nyuma. unajua mimi nataka nijibu swali lako kama ifuatavyo. Kwenye mpira, ndiyo, kila kitu kinatokea, hata uwe na timu e, nzuri kiasi gani kuna mechi tu utapotea na utafungwa. Si unaelewa? Na ukitaka kuamini hilo, Yanga katika mechi ambazo wameshindwa kupata matokeo kwa timu ambazo zimekaa nyuma ni ngapi, na ambazo zimepata matokeo kwa timu ambazo zimekaa nyuma ni ngapi. Tafsiri itakuja ni kwamba nyingi zimekaa nyuma na zimefungwa, kwa hiyo tafsiri ya haraka haraka strength ya Yanga pia inaweza ikaifungua safi ya ulinzi ambayo imechagua kukaa nyuma. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, umenielewa, na, na Simba naona ni, ni, ni, ni timu ambayo inaenda kukabiliana na Yanga kama timu ambayo ina uwezo wa kumfunga Yanga kama ambavyo Yanga inapewa nafasi ya kumfunga Simba vile vile. Kwa hmm, sababu zote ni timu ambazo zina uwezo mzuri, umenielewa. Labda labda mimi nafikiri tunge focus hmm, zaidi hmm na kuangalia mimi mi, kabla kabla hujaenda kwenye kufocus, samahani, ninalo swali uhum. kwa mechi ishirini ambazo simba amecheza kwa ishirini na moja tofauti ya mchezo mmoja. Uh, Simba umeitazama katika maeneo tofauti, lakini nataka kusikia kutoka kwako ni maeneo yapi ambayo Simba sasa wanatakiwa eh, kuyazingatia ili wapate nafasi nzuri zaidi ya kumfunga Young Africans, kwa sababu tunamwangazia zaidi Simba, anaonekana ni underdog kwa Young Africans kwa matokeo ambayo Young Africans yameachukua mfululizo wa Simba Sports Oo, kwa kwanza mimi ilo neno underdog kwanza, jambo la kwanza mimi kwa upande wangu nalifuta sio, unaelewa? Simba sio underdog, sio underdog tunapoenda kwenye huu mchezo. Yani kufungwa mara nne haisababishi Simba kuwa underdog, yani sio pointi ya msingi, yani kwa kuenda kwenye huu mchezo Simba sio underdog kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye huu mchezo, jambo la kwanza lakini tukija kwenye pointi yako ambayo umesema kwamba ni tahadhari gani, of course kuna mapungufu ambayo Simba wameonyesha hapo, nakubaliana na wewe kwenye michezo ambayo wamecheza, yapo mapungufu ambayo wanapaswa kuyatizama kwa jicho la tatu before kwenda kuwakabili Yanga, kwa sababu ni timu ambayo pia, ukitumia hayo mapungufu, ukiyaonyesha ndani ya mchezo, anaweza kukuadhibu. Si unanielewa? La, la, nafikiri labda unakumbuka msimu huu wakati unaanza Simba Sports Club, bao la kwanza kabisa kuruhusu ilikuwa ni katika mchezo dhidi ya Coastal Union, Simba wakiwa nyumbani, uh, wakapata sare ya mabao mawili kwa mawili, umeelewa? Wakati Coastal Union wanaanza kufanya ile comeback yao, umeelewa, walipata goli la kwanza kwa shuti ambayo lilipigwa na Abdallah Hassan. Wakati ukitizama un, lile shuti wakati linapigwa, uh, Simba walikuwa kwenye defensive structure yao, manake walikuwa wa wa, wakati Deborah Fernandez amepoteza ule mpira E, mpaka unafika kwa Abdallah Hassan, tayari Simba walikuweza ku retain ile defensive structure yao na kutengeneza kitu kama 442 block ambayo e, ilipelekea pamoja na kwamba kuwa kwenye 442 block, lakini ilimpa nafasi yule Abdullah Hassan kuweza ku attempt, ni kwa sababu Kibu Dennis alichelewa kurudi ku track ile uh, movement ya Abdullah Hassan na kumpa nafasi ya kuweza ku strike mm. Na pia siwezi nikamlaumu Kibu Dennis kwa sababu ukireview tactics ambazo amekuwa akizitumia kocha Fadlu ni kwamba anapenda kutumia uh, structure ya kuzuia katika umbo la tatu uh, katika umbo la wanne watatu wawili mmoja maanake, automatically Kibu alikuwa uh, nafasi yake ni kusogea yani eh, kukaa kwenye mstari wa wa eneo ambao la mbele ya eneo la kiungo pamoja na nyuma ya mshambuliaji pale kwenye wachezaji wawili wa, wa, wa, wa mbele kwa hiyo kitendo cha kurudi ni kwa sababu waliona kwamba kuna opportunity ya huyu Abdallah Hassan kufanya attempt na akawa amechelewa. Kwa hiyo maanake kiufundi ki, ki, ki, ndo alikosea si unanielewa. Sasa hii yeah, uh, ukija kwa Yanga huo mm. udhaifu ambao Simba wameuonyesha dhidi ya Coastal Union uh, ukija kwa Yanga unaweza wakautumia kama hautojirekebisha, kwa sababu mind you uh, nimesema hili ni bao la kwanza ambalo Simba wameruhusu msimu huu, lakini bao la kwanza ambalo Yanga wamelifunga msimu huu dhidi ya Kagera Sugar linatokana na uh, Maxi Nzengeli kuweza kupiga mpira akidrive kutokea eneo la katikati na kuweza kufanya attempt ambayo iliweza kuzalisha bao nje kidogo ya ya kumi na nane kama ambavyo amefanya Abdullah Hassan. Mm, umeelewa. Lakini ukija ukareview tena katika mchezo mwingine dhidi ya Pamba, bao Yanga waliweza kushinda katika mchezo huo uh, hu ulifanyika Azam Complex. Mm, bao la tatu ambalo alifunga Maxine Zengeli, mm, the same scenario: anakokota mpira kutoka eneo la katikati, mm, anasogea karibu kidogo na box la timu pinzani, anapiga anapiga shuti ambalo lina deflect na kuweza kuzalisha kuzalisha, well, bao. Kwa hiyo kama watampa space eh, Maxim pia Nzengeli, kama ambavyo wamempa Abdullah Hassan kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, basi anaweza akafanyaje? Akawaadhibu mm. si unanielewa? mm. Lakini sio hivyo tu, ukija ukareview, kwa mfano mechi ambayo ilichezwa dhidi ya Azam FC wakati Azam anapata gol la pili ambao lilifungwa na, na Zidane Serere yeah. unaona kabisa, Simba walikuwa kwenye defensive structure yani kwenye kuzuia, alafu waka concede. Walikuwa wametengeneza umbo lile ambao nimetoka kuambia la 4, 3, 2, 1 yeah. Uh, movement kwenye half space. wawili yeah. Faisal Salum anatoa mpira kwenye build up phase anaupiga nyuma safu ya ulinzi anashindwa au amechelewa, amekuwa na timing mbovu kwenda kuukabili ule mpira, unampa nafasi zinane Serere ya kuweza kuskora, na hii ni ishara mbaya kwa sababu ukichunguza pia dhidi ya Kagera Shuga hmm. E, katika ushindi ambao Simba walipata wa mabao ma, matano kwa mawili ilikuwa Kaitaba. E, utaona pia waliruhusu design hii ya bao ambayo lilifungwa na Dati Uspita. Mpira ulipigwa kwenye half space na Cleophas Mkandara, mm. E, Chasambi pamoja na Mohamed Hussein ambao ndo walikuwa walikuwa na jukumu la kuzuia progression kwenye half space pale walishindwa kumzuia. E, Dati Uspita anapokea mpira ndani ya penalty box yule pinpin pin, Kamara kama kawaida naye amechelewa ana timing ya, ku, ya kujaribu kwenda kucheza ule mpira Adati Uspita anafunga. Kwa mantiki hiyo, haya magoli mawili ambayo yamefungwa kwenye half space mm. ni ishara mbaya, kwa sababu Yanga wamekuwa waki, strength yao pia ni pamoja na kutengeneza mabao kwenye half space, umeelewa? Especially upande wa kulia maanake wana combine wide area pamoja na upande wa kulia kwa hiyo inaweza ikawa shida kwao kwa sababu kwa wastani kama wa asilimia thelathini na saba nukta tisa wamekuwa wakitengeneza mabao mm, yao na references zipo, umenielewa? Kwa mfano mchezo dhidi ya KMC, Ibra Baka alipiga mpira mrefu kwenda kwa Chama, Chama akacombine uh, na Mudathiri Yahya akacheza one two, Mudathiri anareceive mpira kwenye half space, anaupiga ndani ya penalty box ambako kulikuwa kuna wachezaji wawili wanafanya movement, Maxin Zengeli pamoja na uh, Prince Dube ndani yeah, ya box pale. Kwa hiyo Maxi Nzengeli ananufaika na ile cross anaweza kufunga bao. si unanielewa? Na katika mchezo huo huo no, katika mchezo mwingine pia dhidi ya KMC, kwa sababu huu mchezo uliweza kumalizika kwa Yanga kushinda kwa bao moja sifuri, lakini kuna mchezo mwingine ambao Yanga walishinda kwa mabao sita kwa moja pia ilitokea scenario kama hiyo na Maxi Nzengeli pia kuweza ku, ufunga bao kwenye half space, kwa hiyo na maana wakishindwa kusoma movement za Max Nzengeli kwenye half space kama ambavyo walishindwa kusoma movement za Zidane Sereri kwenye half space wanaweza wakafanyaje? Wakafungwa. Lakini usisahau pia bao la nne ambao alilifunga Pakome Zwazwazi zwa. Katika mchezo dhidi ya Fountain Gate mm. aliweza kuresive mpira kwenye half space na kuweza kufanya attempt ambayo ileta kuzalisha bao la nne. Kwa hiyo hapo kwenye hilo hilo hilo eneo la la, la kushindwa kudhibiti progression hmm, kwenye half space wakati wanazuia kwenye ile defensive structure yao ya wanne watatu wawili mmoja. Kama wasiporekebisha hmm, basi wanaweza wakakonsidi bao. Umeenda vizuri sana, uh, heavyweight, lakini katika kuzungumza kuiamsha Simba Sports katika eneo ambalo unaona wanatakiwa kulifanyia marekebisho ili waweze kukabiliana vilivyo na Young Africans mchezaji mm, ule uliyemtaja mara nyingi zaidi ni Maxi Mpia Nzengeli mm, pengine labda anaweza akawa ndo mchezaji hatari eh, kwenye dabi ya tarehe nane, au ni mchezaji wa kuchungwa zaidi kwenye dabi ya tarehe nane? Da, swali zuri sana unajua. E, nimemtaja Maxizengeli kwa sababu nimerivyu ni baadhi ya makosa ambayo Simba wamekuwa wakifanya. Na yale makosa ambayo yuko nayokuruhusu zile mipira kushoot nje ya box, kama unamwacha anaweza akakuadhibu, kuruhusu kushindwa kutrack ile kuadhibu. Lakini ukireview tena baadhi ya makosa mengine utagundua pia uh, Stephane Aziz Ki naye anaweza akawa mchezaji hatari kama itatokea wamemwacha. Kwa mfano, nitakupa mfano, unajua Simba mm. E, wame, wamekuwa wakifanya mistake kwenye build up Mm -hmm. Nafikiri hata dhidi ya FC. Mm -hmm. Na ule mchezo dhidi kwa Simba kutorudia ile mistake baada ya Faisal Salum kunufaika pasi kwa mfano mm -hmm. kwenye, kwenye mm -hmm. katika mchezo dhidi yakagera shuga aliweza kupoteza mpira wenye kwenye, kwenye, kwenye poteza kwake mpira kwenye build up. Stefan Azizkia aliweza kupiga pasi direct kwenda kwa uh, Clement Mzisi ambaye aliweza kufunga bao mchezo, uh, Yanga walishinda kwa mabao manne sifuri. Lakini kuna mchezo mwingine pia Yanga walishinda kwa mabao manne uh, kwa sifuri dhidi ya Tanzania Prisons. The same scenario. Mpira ulipotezwa kwenye build up na kuweza kuzalisha turnover ambayo iliweza kupelekea wao kuweza kupata bao. Sina. Lakini pia, uh, kwa mfano Eh, dhidi ya mchezo eh, ambao, unajua nikisema build up nazungumzia na mambo mengi. Kwa mfano, ntakupa mfano, unajua ile kupigapiga back pass nyingi mm. Unajua, unapigapiga back pass na nini unnecessary, ndio ikapelekea mm. mpaka labda kichasambi kuweza kujifunga katika mchezo dhidi ya Fountain Gate, si unanielewa? Sasa hata zile sio nzuri of course, kwa sababu mm. katika mchezo ambao KMC waliweza kupoteza kwa mabao sita kwa moja katika dimba lao la KMC, KMC Complex. Mm, kulitokea hiyo scenario ambayo kiungo wa KMC aliweza kupiga back pass ambayo ilikwenda moja kwa moja kwa Prince Dube ambaye muda mwingi ana role baina ya walinzi mm, ile Prince Dube ana receive mpira na unajua Prince Dube anapokuwa kwenye kwenye kwenye nyuma ya safu ya ulinzi alafu mbele anaona kuna sehemu yeah, kubwa yeah, ya kuprogress kabla ya, ya, ya, ya kufikia kwa goalkeeper anakuwa ni mchezaji hatari sana Basi akaingia ndani ya boksi akafanyiwa madhambi na ikawa penalty ambayo ikawa converted na Stefan Aziski ambaye alimsaidia kuweza kupata hattrick, si ndio? Kwa hiyo sasa, hiyo pia inatokea, kwa mfano, usibo akarudia makosa yale ya kufanya mistake kwenye build up hmm. Uwepo wa Stefan Aziski kwenye hilo eneo ambaye ana uwezo sana wa kusoma maeneo ambayo yanapatikana, especially pale ambapo unapoteza mpira ghafla na kuacha maeneo mengi wazi nyuma ya safu yako ya ulinzi, basi anaweza akakuadhibu vile vile. Sio naelewa. Kwa hiyo ni mambo ambayo na nitakupa mfano mwingine pia. Eh, mfano kuna goli ambalo Simba pia waliruhusu lilitokana na Simba walikuwa wanaenda kupress dhidi ya Coastal Union bao la pili bluu simu. E, Wameenda kupress takriban wachezaji sita eh alafu nyuma kuna safu ya wachezaji wanne. Ley Matampi anapiga mpira mrefu. Hmm. Sio naelewa. Unapigwa mpira mrefu Chemalone anagombana na Abdalla Hassan kwenye 50-50, mpira unatua kwa Ernest Malonga ambaye anamchungulia pindpindi e, amara goli linaingia, umeelewa? Mm. Matokeo kama haya ujue ni mabaya. Sinario kama hizo zinatokea pia sana, kwa mfano usipo usipokuwa makini kwenye kusoma hiyo mipira mirefu nyuma ya safu yako ya ulinzi especially unapokuwa unatafuta mpira unajaribu kupress, eh unaweza ukajikuta unaadhibiwa dhidi ya Yanga kwa sababu Yanga pia wanawapigaji wazuri wa mipira mirefu nyuma ya safu ya ulinzi, kwa mfano goli ambao waliweza kufunga mm, dhidi ya Fountain Gate mm. Eh, kuna bao ambalo liweza kufunga ambalo lilifungwa na Clement Mzize. Mpira ulitoka mrefu kutoka kwa Mudathiri Yahya akiwa kwenye build up phase. Yaani kwenye half yao anapiga mpira mrefu, unamkuta Clement Mzize ambaye anautumbukiza goli, golini, golini kwa sababu goalkeeper naye alikuwa amesogea mbele kidogo. Ile goal of course ilikuwa na mkanganyiko kwa sababu watu walikuwa wanamlaumu Laurian Makame na Azif kama alikuwa na nafasi ya kuweza kucheza ule mpira hmm, na kuzuia ushindi. Lakini kwa sababu wamefunga design hiyo ya bao na Simba wame concede design hiyo ya bao Taline lazima uchukue tahadhari kwamba unaweza ukacheza kwa kujiachia alafu mwisho wa siku ukajikuta una concede aina hiyo ya bao. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi mm, lazima niweke ni, ni, ni tahadhari katika haya maeneo, na ndio maana nikasema eh, katika wachezaji ambao nimewataja hapo kuna eh, Maxim Nzengeli kuna Pakome mm, kuna Stefan Azizki pamoja na Prince Dube ambao hawa wamekuwa wakifunga katika scenarios ambazo pia Simba wamekuwa wakifanya mistake, lakini tofauti ni kwamba wamefunga timu zingine ambao wamekuwa wakifanya mistake ambazo maybe zinafanana na mistake ambazo Simba wamekuwa wakizifanya maana Max pia ni moja um, ya mchezaji ambaye ameziona sana nyavu za Simba Sports. Bila shaka na ni kwa sababu pia ananufaika na yani strength yake mm. Yani ubora wake upo kwenye aina ya makosa pia ambayo Simba wanafanya wanayafanya, yani kwamba Simba wanafanya makosa ambayo yanaendana na ubora aliokuwa nao kiuchezaji maana mm. Ndo maana anawafunga, si unaelewa? Lakini haya makosa mimi nachoamini ni kwamba Fadlu ameyaona na anayafanyia kazi yaani naamini hivyo. E bana, heavyweight, umeeleza kwa mawanda mapana katika eneo mm. ambalo Simba anatakiwa kuzingatia ili e, wajiboreshe zaidi na kuwa imara zaidi. Dabi na vingi dabi mm. na mengi dabi na mastaa ambao wameonekana kwenye michezo iliyopita mm. e, dabi na majina ambayo yanakwenda kuzaliwa upya katika mchezo huo mm. dabi na majina ambayo yanakwenda kupotea kwenye mchezo huo yamekuwepo mengi na tumeyaona mengi mm. neno lako tu tukiacha hayo mengine kama sehemu ya akiba kwa siku inayofuata, ili tuweze kuwapa nafasi watazamaji, uh, nini unalo na unaweza ukawashauri? Mimi ni, ni, ni nielekeze kwenye upande wa wachambuzi ambao bado Simba kwao ni underdog. Ah, mimi sina cha kuwashauri kwa sababu ni maoni yao. Unajua bana, mtu huwezi ukambadilisha mindset yake hmm. kama mtu anaamini Simba ni underdog kuelekea mchezo huu yeye yeah, anaamini hivyo basi kwa upande wake yupo correct. Um, mimi siwezi namwacha nika, nika, nika, na na yeah. Na mimi kama mimi mm. naamini kwamba Simba ana nafasi sawa na Yanga ambao wanayo kwenye kuelekea huu mchezo kwa mm. so, sababu hata a Yanga wana, wana, maandalizi ya huu mchezo wanauchukulia ina serious way tofauti na anapoenda kucheza na Pamba au Ken Gold au Mashujaa. Umeelewa? Hapa mm. anachukulia serious kwamba hapa anaenda kucheza na Simba. The same kwa Simba kwamba Simba anachukulia huu mchezo serious kwamba hapa sitaki kufanya masiara kwa sababu unaenda kucheza na Yanga sio naelewa. Lakini haya mambo ya kusema sijui Simba kiende hivi kiende hivi atapigwa tano sio atapiga, mimi sio, sipo kwenye nafasi hiyo ya kuongelea hiyo mm. sababu mimi nimetoa tahadhari zangu, nimeweka nimeweka reference ya kitu ambacho Yanga wamekuwa kikifanya kwenye ligi na madhaifu ambayo Simba wamekuwa wakionyesha kwenye ligi, nikaweka reference kwamba Simba wakijaribu kusolve haya madhaifu mm. Basi kuna possibility kubwa ya kuwazuia oh, yanga kwanza wasifunge bao. at the same time, mimi sina wasiwasi kwenye, kwenye mm -hmm. progression mm -hmm. na simba kwenye na kuweza kupata mabao, sina wasiwasi sana na hilo sababu wana wachezaji ambao wanaweza kuwafunga yanga vizuri tu. Kuna kina Eliel Mpanzo ambaye amekuwa na performance ya kufunga mabao katika michezo mikubwa. Kuna Kibu Dennis ambaye amekuwa mwiba mkali kwenye mechi yoyote kubwa, sio yanga tu akicheza, oh, mechi nyingi kubwa, wakamuita mpaka kiboko ya Waarabu, anakuwa na performance nzuri kuna mtu kama Mkwala ambaye ni hot cake sasa hivi, ametoka kufunga hatrick mchezo uliopita. Hatuwezi tukajua Fadlu anakuja na surprise gani kwenye eneo la attack. Kuna leo na Lateba, alafu kuna mtu kama Jean Chalea huyu ambaye ni creative machine kwenye timu hapa. Lazima nikiri kwamba hata Yanga wanaenda ku face challenge kubwa sana kuwazuia watu kama hawa, kwa sababu kuna design kama watu wanaangalia upande mmoja tu, kuna Dube, kuna nani, kuna nani, muda mwingine wewe unaweza ukashambuliwa mpaka hawa wakina Dube usiwaone uwanjani, yaani kwamba wewe unashambuliwa